ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Al Masry kutokea katika nchi ya Misri, ambapo Al Masry watakwenda kukutana na kikosi chekundu wa Msimbazi, ambapo kwa upande mwingine, mchezo huu unasubiriwa si tu katika nchi ya Tanzania, bali ni Afrika nzima, bila kusahau nchi ya Misri, wakienda kuona maajabu ambayo yatakwenda kufanywa na klabu ya soka ya Simba Sports Club, mchezo ambao Simba wanahitaji kupata ushindi kuanzia mabao matatu kwa sifuri ili kuweza kuqualify katika hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024 2025. E bwana, kabla ya kuendelea mbali kama ni Mtanzania, unaamini klabu ya soka ya Simba Sports Club itakwenda kupata ushindi katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al-Masri. Like video yetu, alafu sasa twende kwenye comment section, katuambie wewe ni Mtanzania, wewe ni mshabiki wa Simba unayefuatilia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani? Na je, kuelekea katika mchezo huu unaiona klabu ya soka ya Simba Sports Club ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al-Masri kutokea katika nchi ya Misri Fam. Klabu ya soka ya Simba SC klabu mnamo tarehe mbili mwezi wa nne mwaka 2025 waliweza kucheza mchezo wao wa mkondo wa kwanza wa robo fainali pale nchini Misri na kuweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo mnyama Simba anahitaji kupata ushindi kuanzia mabao matatu kwa sifuri ili aggregate iweze kusoma mabao matatu kwa mawili ili klabu ya soka ya Simba iweze kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona head to head, historia inaonyesha katika mchezo wa mwisho ambao Simba wamekutana dhidi ya Almasri waliweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri, lakini Almasri walishawahi kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane kuja kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Simba kutoa sare ya mabao mawili kwa mili, lakini kwa sasa Simba ni klabu kubwa ambayo imeweza kutengeneza ufalme wake katika bara la Afrika hususan katika mechi za kimataifa. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, sote tumefahamu na tumezoea kuona michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika ikichezwa siku ya Jumapili, yaani siku ya mwisho ndani ya wiki. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano ya tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hapo awali CAF waliweza kutoa ratiba kwamba mchezo huu ungeweza kwenda kuchezwa majira ya saa moja usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini Simba waliweza kuandika maombi kuomba mchezo huu uweze kuchezwa majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulikuwa umefungiwa na CAF. Sasa habari kufikie ni kwamba kupitia shirikisho linalosimamia mpira miguu barani Afrika, CAF wameweza kuufungulia uwanja wa Benjamin Mkapa, yaani Lupaso, na tayari Simba wameanza kuuza tiketi mbalimbali mbali. Sasa mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano ya wiki linalokwenda kuanza na mchezo huu utakwenda kuanza majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo jijini Dar es Salaam na mchezo huu utakwenda kuchezwa majira ya saa kumi ya tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo kafu wamekubali ombi la klabu ya soka Simba kuweza kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kubadilisha ratiba kutoka saa moja usiku na kuupeleka mchezo huu majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Eh, bwana, tuambie kwa upande wako kuelekea katika mchezo huu, je, unaiona klabu ya soka Simba ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi zaidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri?